Maono ya mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan anahamasisha uwekezaji, kwa sababu uwekezaji ndio msingi wa pato na msingi wa kiuchumi. Sasa leo tuna wawekezaji wazalendo, na mheshimiwa rais analing'ania sana wawekezaji wazalendo kwa sababu pato lake litazunguka kwenye maeneo yetu. Malengo ambayo wenzetu wameyaweka Wapangani River Beach Resort wameonyesha ni kutoa ajira kwa wazalendo hapa maana yake ni nini? Atakayekuwa mfagiaji hapa, atakayekuwa waita hapa, maana yake atapata pato, pato lile litatunufaisha sisi. Akenda akanunua mchanga, tutapata ushuru, akenda akanunua sementi, tutapata ushuru. Serikali itapata mapato na, na sisi tutainuka. Ninaamini kabisa uwekezaji wenu mlioufanya na kwa standardi ya viwango mleofani, inaamini Pangani inaenda. Jambo hili lina historia adhimu. Hapo awali lilikuwa na mgahawa maarufu kwa enzi na enzi, kwa jina ya maarufu la Oddo Hotel chini ya umiliki na uendeshaji wa umoja wa kinamama wa Pangani. Katika kuenzi jitihada hizo na kuleta mapinduzi ya kiuchumi, na hukumi yetu mama inayomilikiwa na wazawa si tu wa Tanzania bali pia wenye asili na nasaba ya Pangani inayoitwa Dar World Links niingia makubaliano ya kimkakati okay, na kufanya uwekezaji wa a ya juu ili kuongezea hadhi kusasa na kuongeza majengo mapya ili kukidhi mahitaji ya viwango vya wakati huu katika tasimia ya ufahili. Mradi huu haujafunguliwa kwa ajili ya biashara peke yake, bali ni mchango wetu katika jamii kwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na ongezeko la ajira, kukuza pato la nchi au Taifa, na pia kuhakikisha kwamba tunakuza utalii, biashara za utalii ndani ya nchi. Pia tumelenga sana katika kuhakikisha tunatoa huduma bora za kimataifa, na pia tunapoelekea katika kuendelea na maandalizi ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa rezima, tutakuwa na huduma nzuri sana kutoka kwa wafanyakazi wetu wa bobezi, na furahi kuona wazawa na wanaweza kufanya vitu vikubwa na kama benki tuna hiyo sekta ya utalii, tuko tayari kusapoti, lakini kikubwa zaidi nimefurahia historia ya hili jengo ambalo ilikuwa ni ndoto ya kinamama na imeonesha kwamba ndoto zinawezekana. Kama walifanya ndoto mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne na wakajenga jengo lao na mwaka elfu moja mia tisa sitini na sita jengo likazinduliwa na leo umepata mwekezaji ambaye ni mzawa kweli, hiyo si tunasema, it's a privilege.